Sungura na mbwa mwitu, hadithi iliyojaa hila, ujanja na akili nyingi. Hapo zamani za kale, katika msitu mzuri uliojaa miti yenye majani mabichi na maua yenye harufu nzuri, aliishi sungura mwerevu na mbwa mwitu mwenye ujanja mwingi lakini mchoyo. Sungura alikuwa ni mdogo lakini mwenye akili nyingi, huku mbwa mwitu alikuwa ni mkubwa mwenye nguvu na mwenye tabia ya kudhulumu wanyama wengine. Siku moja, sungura alipokuwa akitafuta chakula chake cha siku, alikutana na mbwa mwitu karibu na kijito cha maji. Mbwa mwitu alimwangalia sungura kwa macho makali na kusema kwa sauti nzito, Leo wewe ndiyo chakula changu cha mchana. Sungura hakutaka kuonyesha hofu, alitabasamu na kusema kwa sauti ya ujasiri, mkuu mbwa mwitu, najua una njaa, lakini unajua kwamba mimi ni mdogo sana na sitakushibisha, lakini nina habari njema kwako kuna kondoo wengi waliojificha nyuma ya mlima, wanangoja maji, na ni rahisi kuwakamata. Mbwa mwitu aliposikia hivyo, macho yake yalimetameta kwa tamaa na kusema, hebu nionyeshe kondoo hao, alisema kwa haraka. Sungura alimwongoza mbwa mwitu hadi kwenye shimo kubwa lenye maji yaliyoakisi anga kama kioo. Alisimama kando na kusema, angalia humo ndani, unaona kundi la kondoo? Mbwa mwitu alipochungulia ndani ya maji aliona kivuli chake kikubwa na kufikiri ni kondoo aliyekuwa akitafuta maji. Bila kufikiria mara mbili, aliruka ndani ya maji kwa kasi, lakini lo, maji yalikuwa ni marefu na mazito. Mbwa mwitu alianza kuzama na kupapatika kwa taabu. Sungura akiwa nje ya maji alicheka kwa furaha na kusema, ujanja na tamaa nyingi huleta maangamizi. Baada ya kujitahidi sana, mbwa mwitu aliweza kutoka ndani ya maji akiwa amechoka na aibu kubwa. Tangu siku hiyo hakuthubutu tena kumnyanyasa sungura wala wanyama wengine wa msituni. Sungura aliondoka kwa furaha akijua kuwa akili ni bora kuliko nguvu. Akili na hekima ni silaha bora kuliko nguvu na tamaa.